Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi wa kripu za Babu Haji soda ngeni, asante sana kwa kunisikiliza na kuendelea kuslab katika chaneli hii. Usisahau kuskrab, yani bonyeza kwenye skrab pale mbaa, ili uendelee kupata masomo mbalimbali mbali kutoka kwa Babu Haji soda ngeni. Hapa ni nyumbani kwangu, nyuma u uh, mmea nimeupanda uh, kuna pamoja na hizi ni tumbaku. Hili ni tumbaku Uh, hili ni tumbaku, ila leo nitawa nitawapa somo la mmea huu ambao ni mnanaa. Kwa wale mnaohitaji mbegu za mnanaa nazo kabla debe sita hivi <laughs> aweje sana mnanaa, uh, wote tunaofahamu wengine wanasema mnanaa ni ule mnanaa. Kuna mnanaa na mnanaa. Huu una majina mengi hata zaidi ya mia mbili, na ni mti ambao nimeutoa katika vitabu vingi mbalimbali mbali, na pia nikautengenezea kitabu cha kwake peke yake, kinasema maajabu ya mti wa mnanaa. Mnanaa huu ni mmea ambao e, mengine huwa yanajiotesha jeralani. Haya yanayojiotesha jeralani ni meupe, lakini huu wenyewe unaona miti yake ni mieusi na mti huu una uwezo mkubwa sana katika matibabu. Kwanza unatibu, pili ni uchawi, tatu eh, ni jicho la kuona tano eh, ni ufahamu wa kuweza kufahamu eh, sita ni dawa ya kupoza kupoza, kupoza mtoto na pia vile vile nimeisimulia katika kitabu hichi cha cha cha nguvu ya tiba nguvu ya mimea katika tiba na uchawi kitabu hichi ndugu zangu usikikose kitabu hichi kina peji mia mbili na ishirini kinauzwa shilingi elfu hamsini kina mambo mengi sana kwa wewe unayetafuta maarifa kwa wewe unayetaka mambo mengi mbalimbali mbali. Sisi tunafunga safari kwa ajili ya kwenda kupata maarifa na elimu na tunatoa pesa nyingi, lakini uh, tunawapa uh, bule, tunawafundisha bure ili kutafuta sawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asante sana. Tunarudi katika huu mmea mmea. Huu ni mmea ambao uh, kwa kweli ni una nguvu sana uh, kichawi ukiuchoma mmea huu au mti huu ndani ya nyumba yako, hakika kama kuna mchawi atahama. Pia mmea huu huu, e, ukichukua hili tunda lake hili, unaona hili tunda hili yala tunda hili ukalichukua hili tunda ukaliweka katika nguo vizuri, ukamwekea mtoto ambaye analialia sana usiku, au hata kama mchana anapenda kulialia tu, ni mkorofi, basi atakuwa mpole. Ukishaona kaanza kuwa mpole, basi toa haraka, kwa sababu inaweza ikampumba, ikampa upumbao, yani ikampa kuto eh, kuwa kama zezeta zezeta hivi. Alafu pia pila hili tunda lina mbegu ndani nyeusi, kama mbegu za mchicha mbegu zake. E, mbegu namna hii, kuna mbegu humu ndani, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna hizi mbegu ndogo ndogo. Hizi mbegu ni tiba kubwa sana. Ukipata mtu ambaye ni mwenda wazimu kichaa, basi hututupunje saba tu Pige pige, tia kwenye maji ya uvuguvugu, mpe anywe, atalala, akiamka kichaa hana. Na pia vilevile vile, kama ni kichaa cha kulogwa, kichaa cha kulogwa, basi mfukize sana, mmea huu unamfusha hii, pamoja na mavi ya tembo na mavi ya punda. Sasa hapo utachukua majani unasaga na kuwa unga Mavi ya tembo unasaga, inakuwa unga. Mavi ya punda, kihongo punda wa mizigo, unasaga unapata e, unga wake. Basi insha Allahu taala e, utakuwa unamfusha kidogo, unampa ana kuno katika uji, basi hicho kichaa kinaisha kabisa. Umeelewa vizuri? Asante sana. Pia vile vile mmea huu e, ni mmea ambao Uh, ukiuchanganya pamoja na hiyo tumbaku, basi ukawa unachoma ofisini kwako, huwa inawapa ufalme waf wafalme mizimu nguvu. Mti huu ndio unaotumika eh, kujua jambo kujua jambo, japo kuna watu wanaotumia kwamba oh, tunakwenda kuangalia katika nini na nini, lakini inakuwa kidogo pale kunatumika na ujanja ujanja ambao si mzuri. Nadhani nimeshawapa wapa elimu yake. Wanafanya e, namna gani? Unga wa hii mbegu ukisaga unga wa hii mbegu kidogo sana, jisugue uchafu wako mwilini, sugua kila sehemu, pata uchafu sehemu za huku kwa kwa mama nani, hii kwa mama kaliako, umeona, alafu uchafu wa masikioni pia na damu yako kidogo, changanya na hiyo dawa kidogo sana, mtirie mwenzio katika chai, sema wewe fulani bini fulani, kuanzia leo nakupa mapenzi makubwa sana, unipende kupita kiasi, uwe kama mlevi. Wakati wowote ukiambiwa jambo lolote kuhusu mimi fulani, usikubali. Tia katika chai, tia katika mboga, utaona maajabu makubwa eh, sana. Hii ni dawa nzuri sana. Hii hapa eh, mea pamoja na maji yaliyoosha maiti. Wale watu wa zamani, sasa wale wachawi waufundishi wachawi, hiyo sababu ni hatari. Ilitumika ini, kulaza watu, kulaza watu, ina maana ile ikipigwa kwenye siri pyu, ikaingia ndani au ikamwagiwa tu namna hii, kakubali kuingia ndani basi, mtalala, mtasombwa, mtapelekwa nje, mtanyolewa, mtakojolewa, mtajambiwa bila habari, mpaka itakapofika masaa kumi na mbili ndipo unapata e, fahamu yako. Ni jinsi gani unafanya siweze kukufundisha kwa sababu wengine wataitumia katika e, uharifu. Hii pia vile vile ilikuwa ikichanganywa katika uh, pembe ya kondoo mweusi, inapulizwa ile pembe, watu wanalala kijiji kizima. Hii ya hapa uh, ibonge bonge huko Kisukuma, Kiswahili uh, nimesahau uh, Kichina na na, asante sana. Kwa hiyo ndugu zangu, huu mti una mambo mengi na makubwa zaidi. Ukichukua hizi mbegu zake saba mara mbili yani kumi na nne, ukavaa kiatu ukatia ndani ya soksi, halafu ukavaa kiatu kwa manuizi kwamba namfuata fulani, lakini ninapomfuata nitakachoongea naye chochote kile anikubalie. Hebu fanye hivyo, halafu utanipa e, majibu. Japo nilishawapa njia nyingine ya kutumia katika soksi e, na yenyewe e, ni unachukua kama labda mpenzi wako hivi, umeshafanya mambo ya upendo Katofola hii kidogo kale kale ka pale ka ka, ka, ka ka, ka ukaweka kwenye nyayo va kiatu chako vizuri halafu mwambie bwana wee, nina shida na ya milioni moja. Kama atakunyima ni, ni, ni, ni chape mafimbo kabisa, sotayangeni nadhani inshallah. Hizo ni elimu za mti huu eh, wa mnanaa. Mti una maajabu makubwa sana pia, katika upande wa kutengenezea tarasimu za kuita. Ukichukua unga wa hii mbegu yake ukachanganya na zafarani, ukaandikia kombe lako au tarasimu yako ya kuita, basi utaona maajabu makubwa sana ambayo yanatokana eh, na eh, unga wa hii mbegu. Pia majani yake yanasaidia sana katika matatizo ya miguu. Unachukua majani haya pamoja na majani ya mnyonyo, unasaga, unapata dawa, alafu unachanganya na miguu ya kuku yenyewe, unaunguza, changanya pamoja, basi paka kwa, kum, kwa kushusha chini kwa kutumia mafuta ya taa. Ndani ya siku tatu kama miguu ni ya kurogwa, basi Insha Allah Mwenyezi Mungu atakunusuru na shida hiyo au na matatizo hayo. Asanteni sana kwa kumsikiliza eh. Tutaendelea kupeana maarifa. Pia tuko nalo tumbaku hapa, ni wamegee kidogo faida ya tumbaku. Tumbaku ni dawa ambayo walitumia wazee zamani. Eh, sisi sasa hivi tunaitumia kuuza nje, watu wanatengeneza sigara, lakini katika nyumba ya mzimu choma majani ya tumbaku, utaona vile mizimu itakavyokuwa na nguvu. Kama natengeneza chungu chako cha mgogo, kifushe kwanza tumbaku, utaona dawa yako itakavyokuwa na nguvu. Umetengeneza hazima yako ya ajadi, ifushe tumbaku, utaona jinsi itakavyokuwa eh, na nguvu. Pia vile vile tumbaku unaweza ukaitumia tumbaku pamoja na kivumbasi eh, majani ya tumbaku majani ya kivumbasi ukatumia eh, kwa kujifusha, basi huongeza pawa ya spiriti yako au ya necha yako ya kuzaliwa. Hiyo ni habari ya eh, tumbaku. Kwa hiyo ndugu zangu, tuiheshimu miti, tuipende miti. Huu ni mti ambao ni wa kiume, sayari yake eh, ni Mirihi, na pia vile vile mti huu ulitumika sana katika watu kuweza kutaja siri zao, au watu kusema mambo ambayo wameyafanya. Mtu anaweza kufanya jambo halafu akakataa, basi walikuwa ukitumia mti huu ili yule mtu aropoke mambo yake mwenyewe. Pia ukichukua hii unga wa hizi mbegu kidogo, pamoja na mwavi basi ukampa e, mtu ambaye mnamhisi kuwa ni mchawi, akanywa kidogo, halafu muashe akae kama dakika kumi na tano hivi ataanza kusema kila kitu alichokuwa akikifanya au ambacho huwa anakifanya au ambacho anatarajia kukifanya, anafanya na akina nani, na kwa sababu gani wanafanya namna hiyo, mizigo yake katunza wapi, vitu vyake kaficha wapi, vitu vyote utavielewa kwa kutumia e, mmea huu. Uh, asanteni sana pia. Mmea huu e, ukichukua mbegu namna hii ukatia sindano ndani yake, ukazika katika kizingiti chako e, cha mlango Mchawi hawezi kupita, akifika maeneo hayo, basi labda akiwa uchi kabisa kama alivyozaliwa. Lakini kama amevaa nguo yoyote iliyoshonwa na sindano, basi ataropoka kila kitu ambacho amekufanya au ambacho huwa anakufanyia. Asante sana, ndugu zangu, tutaendelea kupeana mambo mengi mazuri na matamu, usikose kusubscribe ili kusudi uendelee kupata masomo yangu mbalimbali mbali. Na pia kwa Facebook unaweza ukanitafuta kwa Babu Haj utaona picha hii, huyu ndiyo Babu Haj Ojirino. Basi unaweza ukanifollow huko ili tuendelee kupata na masomo mengine upande wa huko, na kuwa narusha masomo mbalimbali mbali. kwa nyinyi wapendwa na ndugu zangu, ili kila mmoja aweze kupata elimu na kujifunza mambo mengi mbalimbali mbali, uh, ya ya ya mambo ya, ya tiba eh, zetu. Juzi nilikuwa uh, ubalozi wa India, wameeleza vizuri sana jinsi eh, unavyoweza kutumia hii miti shamba, jinsi unaweza ukajitibu kiroho, jinsi mbavyo unaweza ukaitibu roho yako mwenyewe, jinsi mbavyo unaweza ukatibu kwa kutumia arovea eh, arovea hii arovea magaka unaweza ukaitumia namna gani, na pia ukaambiwa kwamba ni sumu ni dawa lakini ipo baadhi yake ambayo ni sumu. Hii miti ina design kama saba mpaka mia tatu aina ya aloe vera, kwa hiyo mingine ni sumu. Kwa hiyo hivi vitu tunatakiwa tujifunze, ili kuweza uh, kupata kujua huu mti unatibu namna gani na ni mbaya kwa ukiutumia namna gani. Mfano kama huu mti uh, mnanaa ni sumu kubwa sana ambapo ukiutumia kwa kuzidisha bila kipimo. Ni dawa nzuri sana tena sana, lakini ni sumu moja kali sana. Asante sana, nadhani e, inshaallah tutaendelea kupeana mambo mazuri na yenye faida kabisa. Usisahau tu kusikrabu ili kuweza kupata masomo ninayoendelea